Wale wote ambao munanitazama ninawasalimu hamjambo, karibu niweze kuwapasha, niwapakulie, niwachanganulie yale ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni bwana Ezra. Kila ambacho ninawaomba, iwapo kuna mgeni hapa mwenye ananipata kwa mara ya kwanza, tafadhali na kuomba kwa moyo mkunjufu ukapige subscription. Vile vile sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ndiposa ujumbe huu ufikie watu wengi. Kuna maandamano ambayo yanaandaliwa Tanzania, mpenzi mtazamaji, tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na maandamano haya yako na mathumuni moja tu, iwapo Samia hatakuwa ameweza kujiuzulu kufika hiyo siku watamng'oa mamlakani. Unanielewa mpenzi mtazamaji? Yaani lengo ni moja tu, endapo Rais Samia hatakuwa ameweza kujiondoa mamlakani hii kufika hiyo siku ya tarehe tisa watamwondoa mamlakani. Cha kushangaza ni kwamba hii siku ambayo watanzania wameweza kuiratibu kwamba ni ya maandamano, inasadifiana na siku ambayo Tanzania iliweza kujipatia uhuru kutoka kwa mkoloni. Ni siku ambayo ni ya kusherehekea uhuru ambao waliweza kupata kutoka kwa mkoloni na nimeweza kuona wakenya kutoka upande wa Githurai, Kenya, wamesema kwamba wanajiunga na Tanzania kumwondoa Samia Suluhu mamlakani. Ya nimeona wakenya wakisema hivyo, tarehe tisa watakuwa wamefunga safari kuelekea Tanzania. Nimesikia wakimuita kwamba Samia ni rais haramu, sio halali.

Watu wa Uganda, attention yetu iko Tanzania. Tuungane pamoja, the the the bloggers of Uganda, the TikTokers of Uganda, the Facebookers of Uganda tiktokers nda eka aoouanda tuungane hata watu wa hatangane eh. iat Tanzania, Tanzania. Achaneni na Museveni, wachaneni na hiyo tagizieno, sisi tunadilia Tanzania na hata nyinyi mkiuliwa utaungana na Tanzania tuweze ku address your issues, so the high time we deal with one enemy Samia Suluhu Suluhu, you, illegitimate. Na Watanzania na wao wanasema kwamba tarehe tisa ni siku ya kupata taifa lao. Wasipopata taifa lao, Tanzania wanataka Tanganyika basi. Wako na mambo mawili. Samia ajiondoe au aweze kugawa Tanzania, Tanganyika ijiondoe ndani ya muungano wa Tanzania. Mbona Watanzania wanataka kumwondoa mamlakani Samia Suluhu? Kwa sababu hayo si maneno yangu ambayo ninapika mpenzi mtazamaji wa hichi kituo cha Eagle Ezra Media, ni mambo ambayo yako, si mambo yangu ambayo napika. Kitu cha kwanza ninakuomba uweze kupiga subscription. Kwa hivyo sababu nambari moja ambayo inafanya Watanzania wanasema kwamba wanataka kumwondoa Samia uh, Suluhu mamlakani tarehe tisa, iwapo hata kuwa wamejiondoa hapa katikati, ni kwa sababu wanaeleza Samia hakushinda kiti cha uraisi, bali aliweza kujiteua. Kwa nini wanasema kwamba aliweza kujiteua? Watanzania wanaeleza kwamba hii siku ya tarehe 29 Oktoba, mwezi uliopita, hawakushiriki kwenye uchaguzi na ule uchaguzi haukufanyika. Kwa nini? Walikuwa kwenye maandamano, wananchi wengi hawakujitokeza kwenda kupiga kura, na wanashangaa mahala ambapo zile takwimu ambazo zilisomwa kwamba alipata kura milioni 31 zilitoka wapi. Kwa hivyo wanataka kumtoa mamlakani ama wanamuomba aweza kujiuzulu, kwa sababu hakuweza kupigiwa kura, hakuweza kuchaguliwa. Yeye ni rais ambaye ni haramu, na nielewa mpenzi mtazamaji, ni rais ambaye ni haramu mamlakani. Namba mbili, ni kutokana na mauaji ya kimbari ambayo yalitendeka Tanzania wanasema kwamba wanaenda kuwatafutia wale ambao walifariki, wale ambao walipigwa risasi haki hiyo tarehe tisa, ili wale ambao walitekeleza haya waweze kuwajibishwa, wale maafisa wa polisi ambao walitekeleza haya, wale majambazi ambao walitekeleza haya waweze kuwajibishwa Nanielewa mpenzi mtazamaji, hiyo ndiyo sababu nambari mbili ambayo inawafanya waende kuandamana. Watanzania wengi waliuawa, wengine miili yao haijaweza kutolewa, wengine miili yao imekwisha ziko na taifa kwenye kaburi la pamoja. Hata hii leo niliweza kuwasikia maaskofu wa kikatoliki wakizungumza hivyo. Hiyo ndiyo sababu ambayo inawatia hasira vijana wanaenda kuandamana. Namba 4, Namba 3 ni kwa sababu ya udikteta ambao unaendelezwa Tanzania, udikteta ambao unaendelezwa na hii serikali kwamba hakuna mwananchi mwenye yuko na uhuru wa kuzungumza. Ukijaribu kukosoa serikali, unakamatwa na maafisa wa polisi wa Tanzania, jeshi la polisi la Tanzania kisha unafunguliwa mashtaka ya uhaini. Hiyo ni dictatorship, huo ni udikteta. Kipindi ambapo hakuna mwananchi mwenye yuko na uhuru wa kukosoa serikali, huo ni udikteta. Kwa hivyo wamesema kwamba hiyo siku ya tarehe tisa mwezi wa 12 watakuwa wanatoka ili kuweza kuhakikisha kwamba wanalikomboa taifa lao la Tanzania kutoka kwa udikteta. Namba nne, ukosekanaji wa ajira kwa vijana. Watu wengi wanasema kwamba Tanzania kuna vijana ambao wamesoma lakini hawana kazi na nielewa. Kwa hivyo wanaenda kupigania kazi, wanaenda kuhakikisha kwamba serikali inawajibika ili kuweza kuwapea kazi. Namba tano, wasikilizwe ili kuweza kuambia serikali kwamba vijana wanapaswa kuweza kusikilizwa au wananchi wa Tanzania wanapaswa eh, kusikilizwa na wala sio kupuuzwa. Wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji? Kwa sababu nimeona Watanzania wanaambiana kwamba ni muhimu sana kutoka na mabango mnamo tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mabango hayo yawe na picha za wale ambao walifariki yawe na maandishi ya yale ambayo wanataka yaweza kufanywa. Wazo lako ni lipi? Usisahau kupiga subscription, tupatane kwa kanda ijayo.